Hello, habari ni wakati mwine tena na wasaa mwine tena tunakutana katika mfululizo vipindi vinavyohusiana na teknolojia. Eh, bwana leo nimekuletea mada hapa, ni vitu gani muhimu vya kuzingatia ili uweze kununua kompyuta yako. Bwana, kuna vitu muhimu, ni vitu gani hivyo? Hebu twende pamoja. Ila nakukumbusha, kama wendo mara ya kwanza kutazama video hii au ndo mara ya kwanza ya kufuatilia channel ya Shayia TV, angalia chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo mara moja. Ukifanya hivyo, kwa kila elimu ambazo nitakuwa natoa au taarifa ambazo nitakuwa naweka kwenye channel hii ya Shayia TV, utakuwa unazipata haraka na mapema zaidi. Bwana, bila kupoza time, bila kupoza muda, hebu twende pamoja. Hii unayoiona hapo ni kompyuta. Sasa hii inaitwa desktop computer. Kwa Kiswahili tunasema ni kompyuta ya mezani. Alafu pia hii unayoona pia inaitwa laptop computer. Maana yake tunaita kompyuta mpakato. Yaani kuna aina mbili tu za kompyuta. Sasa hizo aina mbili za kompyuta huwa zinatengenezwa na makampuni tofauti tofauti. E, huwa zinatengenezwa na makampuni tofauti tofauti, mfano jinsi unavyoona, hilo ni kampuni la HP. Aa, vile vile kuna makampuni mengine kama Dell, alafu kuna Samsung. Vile vile kuna kampuni ya Apple. Eh, e, hayo ni baadhi ya makampuni tu ambayo nimetaja huwa inatengeneza kompyuta, lakini sasa wewe utatafuta kampuni yoyote unayoipenda ili uweze kununua kompyuta yako. Na ukinunua kompyuta, ukitaka kununua kompyuta ndo ntaki uzingatia hivi vitu ambavyo ntaivieleza bwana. Kitu cha kwanza cha kuzingatia unapotaka kununua kompyuta ni RAM. RAM huko kirefu chake tunasema random access memory. Random access memory hiyo kazi yake nini? Kazi ya RAM ni kuhifadhi kumbukumbu kwa muda mfupi au kuhifadhi taarifa kwa muda mfupi. Maana yake ukizima kompyuta au kijizima, kompyuta ikijizima wakati unapokuja kuiwasha kompyuta, hizo taarifa hautazikuta, utazikuta tena. Mfano wa hizo taarifa ni zile catches, wakati unapoangalia movie au unafanya kitu chochote kwenye kompyuta hizo tuna, ndo tunaziita nini, ndo zinahifadhiwa na RAM. Naona. Sasa kompyuta nzuri. Ili uweze kuzingatia hiyo RAM, hebu nunua kompyuta yenye RAM kuanzia nne. Maana yake kuna RAM tofauti tofauti, kuna hizo mbili, nne na kuendelea naona. Bwana, kitu cha pili cha kuzingatia unapotaka kununua kompyuta yako, zingatia HDD, kirefu chake tunaita hard disk drive. Bwana, hard disk drive kazi yake ni nini? Hard disk drive kazi yake huwa inahifadhi program kwenye kompyuta tunasema operating system bwana, hii ndo kazi yake, hii inahifadhi vitu kwa muda mrefu naone. Hii inahifadhi vitu kwa muda mrefu, na kumbukumbu hizo kumbu huwa ni za kudumu mpaka uje uzifuta mwenyewe tu, umeona bwana, hii huwa inafanana tu na RAM, lakini RAM huwa inahifadhi inahifadhi kwa muda mfupi, lakini hii HDD ambayo tunasema hard disk drive huwa inahifadhi kwa muda mrefu. Maana yake unaweza ukahifadhi video zako, unaweza ukahifadhi nyimbo zako kwenye hiyo kompyuta ambayo kwenye HDD, unaweza ukahifadhi magame tofauti tofauti, unaweza ukahifadhi application tofauti tofauti kwenye kompyuta. Huo ni mfano nini wa hizo program ambazo zinahifadhiwa kwenye hard disk au HDD. Sasa unapotaka kununua kompyuta yako utaamua mwenyewe kompyuta hiyo unataka ukaitumia wapi? Maana yake matumizi ndio kitu cha muhimu. Maana yake HDD huwa zipo nyingi tu, kuna mia tatu ishirini mia tano hadi hadi zimeenda mpaka 1TB kwa hiyo HDD HDD huwa zipo ndogo na kubwa. Sasa ukitaka HD, HDD ndogo, maanake na matumizi yako pia huwa ni madogo, maanake huhitaji kuhifadhi vitu vingi kwenye kompyuta yako, ila ukinunua kompyuta yenye HDD kubwa, maanake unahitaji kuhifadhi vitu vingi kwenye hiyo kompyuta. Unaona, nadhani umenielewa hapo na jinsi ya HDD inavyozidi kuwa kubwa, na bei ya kompyuta pia inazidi kuwa kubwa. Maana yake fedha yako pia itakufanya uweze kununua kompyuta nzuri yenye HDD kubwa. Ushanipata vizuri eh? Bwana, hiko kilikuwa ni kitu cha pili cha kuzingatia unapotaka kununua kompyuta. Lakini hebu tuende tuone kitu cha tatu bwana. Kitu cha tatu ni processor. Prosesa ni muhimu sana na ni muhimu zaidi unapotaka kununua kompyuta yako. Hii inahusika na uchakataji wa kila jambo linaloendelea kwenye kompyuta, maanake ki, kitu ambacho unataka kufanya kwenye kompyuta huwa kina, kina, kinachakatwa na prosesa, prosesa, core. Tena, prosesa ina kitu kinaitwa core, narudia tena ina nini? ina core. Core huo zipo nyingi kuna kuna mbili, tatu, nne, tano, sita na kuendelea. Naona, hizo ni nini? hiyo ni core, naona. Kwa hiyo hii narudia tena hii huwa inahusiana na, na uchakataji wa taarifa zozote unazofanya kwenye kompyuta yako, mfano kompyuta, mfano unacheza game, unacheza game, labda mchezaji mmoja amempa pasi mtu mwingine, tena mwingine amempa pasi, au unapiga shuti, naona hiyo inayofanya hizo kazi inaitwa nini? Processor. Unaona? Sasa hiyo ndo kazi ya nini? Ya processor. Maana yake processor inapokuwa ndogo vile vilevile, nguvu ya kompyuta au tunasema speed ya kompyuta inakuwa ndogo. Kwa hiyo hii inahusiana na speed ya kompyuta maanake, processor inapozidi kuwa kubwa, maana yake na speed ya kompyuta inazidi kuwa kubwa zaidi. Hata mfano mbapo unapoingia mtandaoni au kwenye internet, kule Google sasa process iko kubwa, maana yake ya, maana yake unaingia chapu na unatoka chapu, au unafanya vitu kwa haraka zaidi, au hata kwenye kucheza magemu, maana yake utacheza magemu vizuri. Haya, kwa mikwami, unaona au yaani, haya hamna kukata kata, ile sui game linaleta shida shida, hamna process iko nzuri, maana yake kompyuta inafanya kazi vizuri, unaona au kompyuta pia inakuwa nyepesi zaidi. Maana yake process inahusika, bwana, processor nzuri ya kununua ya kwenye kompyuta. Unaona, una kuna kuna processi na kitu unaitwa core, unaona? Bwana core angalau iwe mbili. Narudia tena, core angalau iwe mbili, isiwe 1.5, iwe mbili na tunarudia tena. Angalau mbili, maana ikiwa mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane ni sawa. Kompyuta nyingi za kawaida huwa zi, zinaenda paka nane. Kuna aina mbili za core ambayo tunasema ni single core na multi core sasa kwenye hii kompyuta za kawaida wao zinatumia tu single core, maana yake sasa zinaenda mpaka nane, unaona? Sasa matumizi yako ya kompyuta ndio itakufanya uweze kununua kompyuta yenye core ko ngapi, ila nimekuambia core nzuri angalau iwe anzie mbili. Na jinsi core na vizidi core kubwa, vilevile kompyuta bei yake inazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo uta, utaangalia na uchumi wako, au sio? Aya bwana, kuna kompyuta zile nyingine nyingine ambazo ni za tunazizima ni workstation, ambazo zinatumika maeneo hayo. Kuna supercomputer, kompyuta hizo huwa zinakoa hadi sitini na nne, unaona hizo ni kompyuta za maeneo hayo, mfano kompyuta ni za kwenye academic zile, unaona za maofisi mbalimbali mbali, yale sasa zimewekwa, kwa hivyo ili unapotaka kufanya kitu fulani kiwezi kufanyika kwa haraka zaidi. Mshanipata vizuri na bei yake pia ni kubwa zaidi, unaona. Kwa bila shaka umenipata pia, kumbe unapotaka kununua kompyuta uangalie na uchumi wako, unaona, uangalie fedha ulizo nazo, ila kompyuta zipo za hela ndogo tu, kompyuta hadi za 200 za laki mbili na elfu hamsini zipo, au tunasema mia mbili hamsini k zipo, unaona, na ni nzuri tu, zinakoa nzuri tu kuanzia mbili, unaona huwa zingine zina ramu hata nne kabisa, unaona, lakini ni, na bei ya kompyuta pia huwa inatofautiana na, na kampuni. Mfano, uwezi ukalinganisha kompyuta ya, ya Dell alafu ukaanza kulinganisha na kompyuta ya, ya kampuni ya Apple unaona. Kwa hiyo uwezi ukalinganisha vitu hivyo, ya Apple lazima itakuwa ni bei kubwa tu, unaona. Kwa hiyo kampuni tofauti tofauti huwa zina tofautiana bei pia, unaona. Kwa hiyo utapendezwa na kampuni fulani ambayo unahitaji na fedha yako pia. Mshanipata vizuri bwana, mpaka hapo mimi nimekuelezea vitu muhimu zaidi ambavyo vinahitajika ili uweze kujinunulia kompyuta yako, unaona. Sasa nakukumbusha tu, na kama umeipenda video hii, unaona, na au umeelimika kwenye elimu hii, hebu usisahau kugusa neno like, like hii video Alafu vilevile hebu toa maoni yako hapo chini. Alafu kingine, hebu sambazia hii video watu wengine, na wenyewe waweze kupata elimu hii, hii ambayo nime, umeipata wewe mwenyewe unaona. Basi sina mengi, nakutakia siku njema.